Vodacom kazi ni kwako. Alright, alright, alright. Ni time ya zile stories za uh, mitandao ambazo ni za kipekee ama zimechukua headlines sana kwa siku. Of course, hii inaitwa trending worldwide. Mimi ni Mr. Countdown Millard Ayo na niko na First Lady fisady wa Countdown ya Amplifaya, Asteria Mvungi. Asteria, karibu kwenye kwenye Countdown. Asante sana Millard. Mhm. Mm countdownasante uh, Jay-Z sasa hivi kwenye headlines. Unajua, tangu mwaka jana tumekuwa tukisikia kwamba kuna rumors Jay-Z ana mtoto wa nje. Eh. Yeah. <laughs> Kwamba sio sio sio Blue Ivy tu ndo mtoto wake kwa mtoto mwingine wa nje. Sasa hatu, haikuwa confirmed kwamba kweli ana mtoto wa nje ama vipi. Sasa kuna kijana ambaye ndo huyu ambaye anasadikika kwamba ni mtoto wa Jay-Z ambaye ana miaka na, na miaka 22, mm. amejitokeza na anasema kwamba yeye ni mtoto wa Jay-Z na yuko, yuko tayari kuongea na waandishi wa habari na kusema kwamba hahitaji pesa ya Jay-Z anahitaji tu kujuana na baba yake kwa sababu ndo baba yake mzazi. Na hizi hizi hii kusema hivi haikuanza leo wala jana. Mwaka jana Februari wa, mama yake alianzisha alianzisha kesi kwamba kusema bana Jay-Z ndo baba halali wa mtoto wangu. Kwa nini hajahusika kwenye swala la malezi? Kwa nini haja yani hajajihusisha na chochote na chochote kile kuhusiana na mtoto wangu. Mi nachotaka kujua tu ni, ni, nataka tu kumkutanisha na mwanaye waweze kubondwa juani kama mtu na baba yake. Sihitaji pesa yake ndo alivyosema hivyo. Jay Z hakuhusika tena chochote. Lakini sasa anasema mahakama nayo ambayo alifungua mashtaka, wamefanya kama mbinu, ndivyo sivyo, yale mashtaka yalifungwa, hajui kiliishia vipi, kwao mpaka mwaka huu mtoto wake tena ndo akaanza kumwambia mama, nataka kufanya, nataka nifatilie mwenyewe, nimtafute baba yangu mwenyewe and ukiangalia za huyo kijana millet mm, yani Jay Z huyo hapa <laughs> okay, unamwona kabisa ni Jay Z. So watu sahivi wanaanza kuongea, anasema jamani, kama Jay Z amezipata hizi habari okay, sio mbaya kusema kweli ana mtoto, kwa sababu tunajua haitaharibu familia yake, kwamba yani, ni mtu wa Jay Z, ni mtu wa Beyonce, tunafahamu kwamba ana familia hii, lakini kama ni kweli mtoto wake hamna, inamrudishia ina, ina, inamvunjia heshima kama anaweza kukataa mtoto So yeah, mm-hmm. Ukiingia millardayo dot com utakuta hiyo picha nimekuwekea. Yaani ni Jay Z mtupu huyo mtoto. Sawa sawa. Mhm. Mm mtoto sawa sawa, uh, story nyingine ni uh, North Carolina ambayo ni kusini mashariki mwa, mwa Marekani mm. Wanalalamikia sheria, wanalalamikia idara ya sheria ya Marekani. Unajua kule wenzetu kufanya kubadilisha maumbile ma um, ma unasema transgender. Yaani kama wewe mwanaume unatakua mwanamke kule ni very legal, unaruhusiwa. Sasa issue ilikuwa ni kuna sheria ambayo imepita imepitishwa kwamba uh, hauruhusiwi mtu kutumia choo cha public ama cha umma ambayo ambavyo sio jinsia yako halisi, yani ulivokuwa, yani hauruhusiwi kutumia choo cha umma. Kama mimi nilikuwa mwanaume mm, uh, nikabadilishwa nikawa mwanamke, mimi nitataka kwenda kwenye vio vya, vya, vya wasichana. Sasa siruhusiwi kufanya vile ah. Kwa hiyo wale ambao eh, acha tu, wale ambao wamefanya transgender ndio wanalalamika, wanasema sasa, mnategemea sisi tufanyeje? Mimi nilikuwa mwanaume, nimekuwa mwanamke, sasa I need to feel like a lady. Nijisikie kama mimi ni mwanamke, nahitaji kwenda kwenye nini? Kwenye vyoo vya vya wanawake. Alafu mnavyokataza, mnakuwa mnatuonea. Lakini kwa upande mwingine, watu wengine wa kawaida ambao sasa hawajafanya transgender, I mean hizo kubadilisha, wanasema kwamba ni udhalilishi. Mimi najua kabisa huyu alikuwa mwanaume. Ndio sasa hivi ni mwanamke, lakini I still feel kama ananiona mimi, maungo yangu, kwa hiyo inakuwa sio issue. Okay. Yes, another another story ambayo ili trend over the weekend ni Nuh Mziwanda kumpost Shilole kwenye, kwenye Instagram yake. ayake uh -huh. Alikuwa ana promote wimbo wake uh, uh, wa Say My Name. Akaandika, akaandika Mungu akuongoze na jua ukoseaji uh, mwangu mwenyewe Say My Name by Shishi Baby soon. Kwa hiyo watu nasema, wewe mbona, kama kwa hiyo yeah. Watu wakawa, Lakini umeachana, unajipendekeza. Nuh aliamua kutu, kushow love tu na vitu kama hivyo. Yeah. Yes. Mm -hmm. Kwa hizo ndo ulizo nazo leo, yes. Nazo mimi kuna kuna stori ambazo nimekutana nazo anyway. Zitokabwe ameandika viwanda vya nguo vina hali mbaya sana uh. Swala la mwisho ni sekta ya nguo nchi nyingi duniani ambazo zimefanikiwa kuondokana na umaskini zimetumia sekta ya nguo. Mnyororo um, wa thamani wa sekta ya nguo ni mrefu, kuanzia kwa mkulima mpaka kwenye nguo tunazovaa hiyo anyway, uh, ni azito kabwe. Lakini nyingine ambayo nimeiona pia ni kuhusiana na nani, unajua kuna Mtanzania ambaye niliwahi kumhoji wiki kadhaa tu zimepita, alichukua simu akanipigia simu kwa, kwa kuibia kutoka gerezani huko China. Amefungwa makao mpaka sasa hivi yuko gerezani, na akasema jinsi ambavyo gereza la makao, kuna Watanzania zaidi ya kumi wamefungwa kule, akiwemo yule Mtanzania Jacqueline Cliff ambaye ni, ni, ni video queen, alionekana kwenye video nyingi za Tanzania za bongo fleva. Sasa akasema jinsi ambavyo kule, kule gerezani wanaweza kufanya kazi yani, kuna kazi ambazo unafanya kwa mfano kushona nguo, kupaka rangi kule, kule gerezani na nini afu unalipwa yani, n ukitoka kama umefungwa miaka kumi alafu mm. umepiga zako kazi labda miaka mitano miaka nane au miaka kumi mm. ukitoka gerezani unakuwa na pesa yako kabisa. Yani, unakuwa, we, hey, we, umetunishwa <laughs> yani ndo magereza yalivyo kwa kule Ila ila iko Ila ila Tanzania. Sina uhakika sana Tanzania na akasema hmm, jinsi ambavyo wanaishi vizuri, unaletewa chakula chako, yani amna, amna, amna mtu anakula chakula chako utakikuta utakikutaakiamka mechelewa ivitu kama hivyo. Sasa kuna listi imetoka ya magereza ambayo wanasema ni magereza ya kifahari zaidi duniani na jinsi wanafungwa wanavyoishi. Gereza namba kumi liko Uingereza, wanaitwa Wandsworth. Yani, gereza uh, ni pasafi dae bwana wajama yani, wanavyoishi yani, Kiukweli wako vizuri yani, wanaishi wana vizuri sana, ni kama boarding school lakini boarding school, boarding, boarding school zile za lakiniza eh, kishua. Gereza namba tisa liko Japan uh, na hawa jamaa pia inaonekana wanasoma, pia kuna masomo ambayo wanasoma na wanafanya pia kazi kama kama ilivyo kule uh, Macau, China gereza la la, la namba nane liko California, Marekani. Gereza namba saba liko san Antonio, Venezuela. Gereza namba sita liko Hispania, uh, panaitwa Aranjus. Alafu nafasi ya tano kwenye magereza ya kifahari duniani, uh, kuna linaitwa Justice Center liko Austria. Alafu nafasi ya nne imeshikiliwa na gereza la HMP adiwell liko Uingereza hilo. Alafu gereza namba tatu ni gereza la Quinchan, kama sijui limelitaja vizuri, liko China. Gereza namba mbili ni gereza la Bastoy liko Norway, ambako ni nje jamaa wana viti wanakaa kwenye garden vizuri kabisa na nini, unafanya mambo yako. Gereza nafasi ya kwanza pia liko Halden, kunaitwa of course, ni nchini Norway. Yani, gereza hili ni kama eh, hawa jamaa walivyolitengeneza yani ni kama, yani sijui kwambia ni kama unaweza ukaleeka kama hoteli. Trust me yani unajua kazi zile kordo za hoteli huku kuulia na kushoto, kuna vyumba milango mizuri meupe na vioo. E bwana, ndo gereza namba moja hilo. Kwa hiyo hakuna hata nchi moja ya afrika ya Afrika ambayo iko kwenye of course bana ambayo ipo kwenye hii top 10 ya magereza ya kifahari zaidi duniani. Hizo ndo trending taii oli kwa sasa. Hii ni countdown ya Amplify. Mimi ni Mr. Countdown Millard Ayo. Asante pia kwa Asteria Mvungi JK comedian. Eh, eh bwana mimi mimi niko na na kama ile kujikuta asteri ya mvungijkmnaskilza kamibaa kulikweli huko <laughs> na hivi kuna vio, makusudi makusudi. Ayo, ayo, Tune, nende, nende eh watu makusudi kila siku makusudi tu makusudi, makusudi yenyewe hapo haipo katika standard, lakini watu wanafanya makusudi, anakuambia bora unipige nende jela, mimi kapata chakula cha bure ase Eh hey, bwana. Hatari noma sana bwana eh. Lakini isije huku bwana hata siku moja we <laughs> <laughs> <Ake> rotu... <kine. laughs> ah, hatari <we>, <laughs> watu watafanya makosa nga miradi ao mekabwa ghafla, anajua mm. kabisa enda sehemu nzuri huyo. Kwa hiyo ana matatizo yote, afu anakukaba, anaenda polisi mwenyewe, anakwenda ni kamate ni kama teni si hatari ah, sana bwana. Kosa nilofanya mimi ni miaka kumi kabisa, yani nastaili miaka kumi. Acha miaka kumi, naweza kukompeta miaka 50 bora ikae huko huko, si unajua mimi nimeangalia picha zile nikaona eh, by the way hayo magoro, i mean hayo magereza yako kwenye millardayo.com. Unajua bwana eh kuchepia